Yeye pia kakwenda na mtume tano. Mke wa mtume, kawaida, alikuwa ke kwa juu ya ngamia, ngamia iliyokuwa na kirusani au kijumba kilicho mstiri. Ikini hichi mke wa mtume ambaye ni Aisha radhiallahu anha alikuwa bado hali anenepa, alikuwa ni mwembamba, lakini baadaye alikuwa yuko haki. Sasa ilikuwa kile kiti anachokitia juu ya ngamia ilikuwa kina magumu mawili, wawili wanashika mbele, wawili nyuma, wanawenua kama kijumba kinaikwa juu ya mgongo wa ngamia. Kwa hiyo ngamia la kati, kile kijumba kinabebwa na watu wanne, kinaikwa juu ya mgongo wa ngamia safari. Na na hawa wabebaji walikuwa hawamtazami mke wa mtume.

msafara uondoke. Msafara ukaondoka na wale walebazi, wakati nao tazami pahatazani, wakaja wakainua kile kijumba, wasijue kwamba huko Aisha, wakapakia yule ngamia, wakidhani kwamba

lku alikuwa anapatia kati ya nyuma kuokota vilivyoangushwa na msafara wamasababa. Mara nyingi alikuwa akichelewa nyuma, akiokota vinavyoangushwa, akiwarudishia. Weyee lingo lake la kupatia nyuma. Sasa naye alipofika pale Watu wamejiana na Aisha kwa Aisha kwa. Ni baada ya muda Aisha na Safwani wanaonekana, Safwani ameshika farasi, Aisha yuko juu anaingia. Hebu ule mnafiki wa Madina aitwaye Abdullah ibn Ubay ibn Salul na Miswa na mwanamke mwingine sikumbuki jina walipoona wakaanza kuleta

kawaida zake kama ni ndefu, ikawa Aisha amelala pale, kama ati kwa hapo kama ati hapo kwa baba Mtume akaji akaingia akawasalimia akaja kwa kwa Aisha radhiallahu anha akiwa pale kitandani, akamwambia Aisha, Aisha, in kunti kadhi tarakti bidambi, ikiwa ni kweli

Yaani mimi siseme kuwa nasema kama alivyosema Yakubu alipoletewa habari za kwamba mtoto wangu eh, ameliwa na mbwa mwitu. Habari za uongo ameletewa habari za uongo. Yakubu alisema fa sabrun jamil, mimi nitakuwa na sura ya kwa. Anasema wallahu musta'an, na Mwenyezi Mungu ndiye wakutaka msaada. Kwa haya nayo yasema

watu walijua hapa kuna maneno anateremshiwa. eo baada ya ma mtume akasema, ya ya Aisha, yaishataakushr ishatakush ishatakushiru ishara njema iliyoje, ehishara njema iliyoje ewe Aisha, mwenyezi Mungu alikutakasa hivi sasa, anateremshiwa aya zinaz

ambaye alishiriki katika kumsikizia miti yake, alikuwa akitoa misaada yake sana kwa Mistah, mpaka Abubakar akawa anasema, maadamu Mistah ameshiriki kuisikizia miti yangu, kuanzia leo nakata msaada wangu kwa kumsaidia Mistah, simsaidii